Hivi jamani, kulikuwa na mkutano wa CCM pale Dodoma ishirini na tisa na thelathini. Wahudhuriaji wake ni watu mbalimbali mbali, ni watu wenye uh, wasfa na nafasi mbalimbali kwenye jamii, lakini kuna watu ambao eh, especially wadada ambao wenyewe wana uzuri tu, wanakawigi chake kazuri, ana koti lake la kijani na viatu virefu, ameudhuria mkutano wa CCM. Dada huyo si mwanachama, historia yake, lifestyle yake haihusiani na mambo ya CCM, si mwanaharakati, si mwandishi wa habari, si content creator. si comedian, si mwigizaji si chochote, lakini yuko kwenye mkutano. Unafata nini hmm? au unafanya nini, au umeenda pale kama nani? Jamani, si mwanaharakati ujue, lakini yuko kwenye kikao